na maswali matatu nadhani madogo sana mmoja. Uh, Mheshimiwa Rais ameunda tume ya kuchunguza kilichotokea Oktoba 29, lakini katika mazungumzo yako hapa umezungumzia economic sabotage. Sasa nataka kujua kuna ushahidi kiasi gani wa kuweza kulenga kabisa na kusema kama ni economic sabotage na hasa kutoka nje ya nchi, kama kuna watu wamekamatwa, uh, tuweze kufahamu waliotoka nje nchi. Namba mbili, kuna taarifa nyingi sana zinazungumzia vyombo vya usalama kufyatua risasi hovyo hovyo au ilikuta uh, risasi za moto. Sasa nataka kuuliza kulikuwa na, ile inaitwa order uh, ya shoot to kill na kama ilikuwepo ilikuwa imetolewa na nani? Na la mwisho tunasikia sana kwenye mitandao ya kijamii sasa hivi kwamba kuna vuguvugu vugu lingine la kutokea yaliyotokea Oktoba uh, 29 tarehe 9 Disemba uh, Tanzania imejiandaa vipi kukabiliana na hilo? Asante.